Kwa majina anaitwa Janes Joseph Darabe, ni mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Manyara, na pia ni mkazi wa kata Asinge na mtaa Gendi Barazani. Ni mtaa tunaopakana nao, kwani jambo ambalo, kwa kweli, la kusikitisha. Kila mmoja anatafakari na kuona kwamba inakuwaje kwenye mtaa wetu tumempoteza mtu ambaye ana watoto wadogo, ni rafiki yetu, tunafanya naye shughuli mbalimbali za kiuchumi. Jambo hili ndipo tunaporudi kwenye dhana ya ukatili. Unapotafakari, mtu anapolisikia jambo hili ni tofauti na uhalisia, unapokuta kwamba mtu amelala chini na damu zimetapakaa, mtu ambaye labda jana ulikuwa naye lakini leo unakuta jambo hili. Ni bora ungetamani mtu augue ndo haya mambo yatokee, lakini si kwa unyama wa kiasi hiki. Mimi kwa jina naitwa Gerald Nixon. Hili tukio kwa kweli, kwa hapa kwetu, linasikitisha kwa sababu, na tukio lilitokea kama juzi, haijapita wiki mbili, kuna bwana alichomwa kisu hapo hivi hivi na watu wasijulikana, mpaka sasa hivi wako ndani, na sasa hivi tena tunakuta tukio kama hili, lakini hatuelewa hawa jinsi, kama mimi nafsi yangu sielewi jinsi walivyokuwa wanaishi huko ndani, ila naambiwa tu kwamba walikuwa wanaamuliwa ugomvi mara kwa mara yeye na, na, na mke wake ugomvi unaamuliwa, fika kwa wakubwa, wana, wanarudishwa wanaishi. Mimi naona kuepukana na, na matukio haya ulinzi uimarishwe zaidi. Kuna vijana wanatembea tembea tu hawaeleweki, wengine wanakuja wageni tu hapa hawaeleweki. Kwa hiyo ulinzi nafikiri bado haujaimarika vizuri mpaka sasa hivi kama mwezi wa mwaka jana hivi, alikuwa ni mfanya biashara, akawa ile biashara na anasumbwana sana na mke wake, maana vikao vingi tumeshaka keaa. Sasa kutembea usiku, siku nyingine apiki afanyaje? Sasa kwa hiyo kama mtu hatoki atokindaada ndani mgonjwa asabada, kama ndugu tumekaa tukasema tumchangie labda hiyo deni ambaye na msumbua, ili mtu asitoke msaidie kumsaidia lakini, baadaye tumuona deni ni kubwa sana, tumeshinda. Lakini baadaye kaka wangu anaanza kunipigia simu, akanambia hebu tumwache kwanza. Sasa sijajua chanzo iko wapi. Kwa majina anaitwa si, Stefano Tuai, ni kiongozi mpya kwenye mta wageibaraa. Tukio hili ni kubwa, ikaonekana kwamba tukio hili japoni kubwa, lakini anaonekana hata jirani hajasikia. Nyumba hizi zimebishikana, lakini hata kelele hawajasikia. Tumekutwa ni mtu amechinjwa kama mnyama ngombe basi. Kona huyo mtu amefanya jambo lake aliokusudia, na tayari huyo na kupoteza maisha. Nyumba haijavunjwa, haijavunjwa kabisa.